Bwana sawa sawa Digital, wiki hii tumekuwa tuna story nyingi ambazo zinamhusu Kanye West au rapa ye kutokea kule e, nchini Marekani, lakini hii ya leo e, ni tofauti kidogo. Walikuwa na wanazunguana na, na, na, Jay-Z. Tumeona kwamba alikuwa analalamika sana lakini pia akaweza kumomba msamaha, lakini sasa ameweza kuzua gumzo na kuwashangaza watu wengi zaidi. So rapa ye ambaye anafahamika kwa jina la Kanye West, kwa watu ambao walikuwa wanamfahamu kwa jina la zamani ila kwa sasa hivi anajiita ye so ameweza kuwashangaza mashabiki na wafuasi wake midomo wazi na kuweza kuwaacha kabisa, baada ya kudai kuwa analipa kiasi cha dola laki mbili za Kimarekani kwa mwezi ambayo ni sawa na takriban shilingi milioni mia tano thelathini na tatu laki saba na elfu arobaini na tisa kwa pesa ya Kitanzania kama matunzo ya watoto wake wanne na aliyekuwa eh, mke wake eh, Kim Kardashian. Ni moja kati ya kapo ambayo pia ilikuwa imehit sana kwa kipindi fulani lakini pia anakwambia kwa mwezi watoto wake wote wanaweza kuwagharamikia kwa, kwa gharama hizo. Dola laki mbili zinatosha kabisa kwa yeye kuweza kumkamilishia mahitaji yote ambayo anataka mkewe, ambaye amekwisha kuzaa naye, Kim Kardashian. Nae sasa kupitia ukurasa wake wa X yeye, yani Twitter hapo zamani, aliandika kwamba, I pay, eh, m mia mbili k a month in child support, just a reminder eh, so, hiyo ni, ni, ni, ni, kitu ambacho pia aliweza kukiposti kule kwa kutoa kwamba dola laki mbili yeye ndo anazitumia kwa kuweza kuwalea watoto wake na mke wake ambaye pia amekwisha kuwazalia watoto hao. Sasa kauli hiyo imeibua mjadala mkubwa kuhusu gharama za kulea watoto katika familia za mastaa na iwapo kiwango hicho ni haki au la. Wengine wamesema kuwa kiwango hicho kinaendana na kipato cha yeye, huku baadhi wakiona kwamba ni kiasi kikubwa mno. Kwa mwezi mmoja tu unatumia pesa zote hizo. Wewe unaonaje kwa matunzo ya mtoto wako? Yaani ukifikiria tu mtoto wako na mtoto wako unamtunza mtoto kwa Eh, kwa kwa, kwa gharama gani? Eh, ukiachana na yeye pia ni watoto wanne, gharama milioni mia, mia tano na thelathini na tatu kama na laki saba hivi. E, wewe ukijifikiria kwenye maisha ya kawaida, unamfikia unamfikia nusu robo, au haumkamati kabisa? Au hiyo bajeti yako wewe hata kwa mwaka tu huwezi kutumia kwa matumizi yote? Hao ni usanii kutoka kule nchini Marekani. Imekuwa ni poa kabisa. Endelea kutufuatia sisi kama sawa sawa digital kwa kukupatia update nyingi tofauti tofauti ambazo zinakuwa